Kufuatia shambulizi la uvamizi dhidi ya katibu wa baraza la maaskofu kanisa Katoliki Tanzania tec Padri Charles Kitima lililotokea usiku wa Aprili 30, 2025 katika makazi yake yaliyopo ofisi za baraza hilo Kurasini jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Mahabi Haraja kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo la kumjeruhi Padri Charles Kitima, katibu wa baraza la maaskofu Tanzania aliyejeruhiwa kichwa na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya TEC Kurasini. Akithibitisha kukamatwa kwa mtu huyo, kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro ameeleza kuwa tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei moja majira saa nne na robo, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha uongozi wa dini kilichofanyika tangu saa tatu asubuhi hadi saa moja jioni. Baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa nne na robo usiku alipokwenda maliwatoni na ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitu butu, imeeleza taarifa ya polisi kwa mara nyingine tena The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano wa hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0753108944 au 0738229449 Saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili The same.